Milango kwenu ni kufanya kazi tu. Mchana nitafanya kazi, usiku nitafanya kazi, nikiwa nimekaa nitafanya kazi, nikichuchumaa nitafanya kazi, nikilala kifundi nitafanya kazi, nikiwa chai nitafanya kazi. Lengo langu ni kumfanya Tanzania iwe Tanzania ya maendeleo ya kweli. Mwendelee kuniombea ili nitakapopata urais, kwanza nisije kuwa na kiburi, nisije nikasahau nilikotoka, siku zote nimtangulize Mungu, ni waheshimu wa Tanzania wote nisiwabague kutokana na vyama vyao, nisiwabague kutokana na dini zao, wala nisiwabague kutokana na makabila yao. Mimi nifanye kazi, kazi, kazi, kazi, kazi, kazi, kazi, kazi. Kuna wakati Magufuli akawashangaza Watanzania pale alipowathibitisha utayari wake wa kuchapa kazi unaochegizwa na afya nzuri na nguvu ya kutosha aliyonayo. Unakumbuka pushapu za Magufuli? Hata mkisema nipige pushapu napiga pushapu, au nijaribu kupiga pushapu? Haya, napiga Kwa waliopita jeshini, mnaikumbuka nyakua nyakua. Dr. John Pombe Magufuli almaarufu kwa jina la Tingatinga. Daima kwake hakuna linaloshindikana. Hata pale alipokutana na changamoto ya majukwaa ya kuhutubia hakuacha kutafuta usuluhisho wa papo kwa papo. <tinyo> Wasanii wa muziki wa kizazi kipya walikuwa sehemu muhimu ya kunogesha kampeni za Dr. John Pombe Magufuli. Kwa mtu huyu mwenye afya njema haikuwa taabu kuungana nao, hasa pale muziki ulipopamba moto. Dk. John Pombe Magufuli hakuacha kuonesha kipaji chake cha kupiga ngoma na hapa ni Utegi Gloria. Kama unavyojua katika kampeni ni muhimu wakati mwingine kumpiku mpinzani. Magufuli hakupungukiwa katika hili, na ndiyo maana kama wapo CHADEMA na wao huwa wana tabia ya kusema people's power, power wampe Magufuli hapa ikawe rahisi. Wasihangaike kutapeleka power mahali pengine, na saa nyingine wanaonyeshaga vidole hivi si ndio? Na vidole hivi hivi vidole viwili ukiviunganisha ukaviinamisha chini vinaandika herufi M na M ni Magufuli. Nikiangalia juu hivi vinakuwa na W, maana yake wa, maana yake watu wa Magufuli. nataka tuwe na mabadiliko ya kweli. Kulikuwa na mengi ya kipekee na ya kuvutia kwa Dr. John Pombe Magufuli, lakini yote kwa yote msisitizo wake mkubwa ni kuchapa kazi. Amelisema hili bila kumung'unya maneno, na kwamba hata katika serikali atakayoiunda itakuwa ni ya wachapakazi. hivyo hivyo, hiyo ndiyo serikali inayotaka kuiunda, serikali yenye kujali shida za wananchi, wakiwepo wa Muruka, serikali inayojali maisha ya Watanzania, hasa Watanzania wanyonge. Uchaguzi mkuu ukafanyika na Magufuli akashinda kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata ushindi wa asilimia 58.46 ya kura zote, zaidi ya milioni 15 zilizopigwa. Akakabidhiwa cheti cha ushindi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam na kisha kwenda ofisi ndogo ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Lumumba jijini Dar es Salaam. Ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli ni wa kihistoria, historia history ambayo pamoja na mambo mengine inatokana na ukweli kuwa Dr. John Pombe Magufuli anakuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na makamu wa rais mwanamke ambaye ni Samia Suluh Hasan, aliyekabidhiwa naye cheti cha wa wa wa Tanzania. Anaonyesha cheti chake cha ushindi kwa yule ambaye anakwenda kumkabidhi madaraka kwa mujibu wa taratibu zivile. Anamwonyesha mzee wetu wa Rioba, anamwonyesha mzee Mangula, anamwonyesha mama first lady, anamwonyesha first lady wetu ana amekosogeza uh, kwa mheshimiwa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ndiyo yaliyojiri katika kampeni za Dr. John Pombe Magufuli alipoomba kura za Watanzania ili awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka mitano.